Dar es Salaam ina barabara nyingi sana tena, ambazo hii niliyopita ina wafadhali mkubwa mno. Mimi ndiyo mkuu wa mkoa na mimi ndiye ninayezunguka, na hata sasa hivi nimetoka kwenye barabara ambazo hazina lami. Unapotaka kuwasilisha hoja, usifikiri wewe ndiyo mwenye shida kubwa kuliko mwingine hii naomba niwaeleze, mimi sifa yangu ukweli tuna hapo hapo, yaani wewe sema ukweli, na mimi nakugonga ule ule ukweli. Usije ukadhani wewe una shida kubwa kuliko mwingine. Ile hoja ilikuwa imesema kwamba barabara hazipitiki kabisa, mimi nimefikaje? Na hata mvua ikinyesha, nitakuja kwa hiyo barabara zinahitaji kutengenezwa, lakini zinapitika japo si vizuri sana. Sasa nisikilizeni ili mpate kunielewa. Barabara tulizosema kwamba zitakuwa zitajengwa kwa mradi wa World Bank, fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezitafuta, barabara ya Saranga imeingizwa munisikilize msipige kwanza makofi barabara ya saranga hii imeingizwa barabara tatu suka saranga mkombozi zina jumla kilometa kumi na saba nisikilizeni vizuri barabara hizi zina masharti maalum ya upana wake Tulipopeleka hii barabara World Bank, barabara hii ilikuwa ni muhogo mchungu. Na muhogo mchungu ulikujaje? World Bank walisema upana huu unaenda kuondoa nyumba nyingi za watu, na sisi World Bank hatu, hatutalipa fidia kwenye barabara hiyo. Tanzania, mtuambie kama ninyi mtalipa fidia barabara hii, tuanze kesho. Nisikilizeni, nisikilizeni kwanza. Nimesema msinipigie makofi kwanza, nisikilizeni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akasema kuondoa makazi ya watu haya bila kuwalipa fidia, kama ambavyo ni masharti mojawapo pia utengenezaji wa miradi hii tutawaua wengi. Nini kifanyike? Mheshimiwa Rais akaagiza mambo mawili yafanyike. La kwanza tupate design, yani ramani ya barabara hasa inayohitajika, inatoka wapi, inaishia wapi katika upana wake. La pili tujue kaya zitakazosombwa kati kwenye ujenzi wa barabara hiyo, na namba tatu tujue tathmini ya ba nyumba zitakazosombwa ili kilio kisiwe kikubwa, bali wale wenye nyumba zitakazosombwa walipofidia. Mheshimiwa Rais alipoagiza hayo, nisikilizeni ndugu zangu, mimi nataka niwaambieni si wapi siasa hapa na wapa jambo la kweli. Isingelikuwa, ingelikuwa tunajenga barabara za vichochoroni zisizohitaji usimamizi. Barabara ya lami hapa ingekuwa imeshapita. Kwa sababu mahali ambapo nyumba iko mbele na sisi tungepeleka barabara mbele. Lakini miradi hii inasema nyosha hapa. Kama inapita kwenye vyumba vitano vya mtu ondoa. Kama inapita kwenye vyumba viwili vya mtu ondoa. Sasa, ondoa. Sasa tukiondoa kwa masharti hayo bila kuwapa fidia itakuwa muhogo mchungu tena kwa familia zilizojenga nyumba kwa shida. Tunahitaji barabara ndio tunahitaji. Je, yeah, tunahitaji nyumba zetu ndio tunahitaji. Sasa mbona nyumba hii ndio na, barabara inapopita jibu likawa tukae mkao wa kutulia kwanza, mpaka tutakapomaliza zoezi moja linaloitwa fidia. Serikali oye barabara hii kwa sasa hivi, yaani mwezi huu ujao unaokuja sasa hivi kinafanyika nini? Sasa hivi design ya barabara imekamilika. La pili, nyumba zinazopitiwa na huo mradi zitakazopaswa kuondoka zimeshajulikana. Namba tatu, gharama zitakazokuja kulipwa kwa wale wanaopaswa nyumba zao kuondolewa zimeshajulikana. Namba nne, kuna mambo makubwa mawili yanapaswa yafanyike. Cha kwanza sasa kutangaza ila patikane mkandarasi na cha pili kuona utaratibu wa namna ya kwanza kulipa fidia kwa namna pesa itakavyopatikana. Kwa hiyo barabara hii sio ya haraka haraka, sio ya kispoti. Fidia yake hapa inaweza kaenda zaidi ya bilioni hata saba. Hapo ujaanza kujenga barabara. Ukianza kujenga barabara yenyewe ni mabilioni. Na hapa nyinyi mnafahamu kuna milima, kuna miinuko tukianza design ya barabara yetu ni mabilioni ya pesa, kwa sababu lazima tujenge makarabati, lazima tuongeze, tupunguze milima, na lazima pia barabara iwe pana ili iweze kupitika. Hayo ndio machache yanayofanyika. Swali: je, zoezi hilo lote litakamilika mwaka huu huu? Mimi kama mkuu mkoa nasema hapana, sio rahisi zoezi lote kukamilika mwaka huu huu, lakini kwa kuwa pia tunakaa na mama huyu mama huyu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa mimi pia ndiyo balozi wake wa mkoa katika mkoa wa Dar es Salaam, nikiwa naye nitamwambia mama, kule msaranga kuna kilio hiki, lakini tunaomba kale kafidia kale. pamoja na kale, ka, kale yule mkandarasi yule, kama tuunaweza angalau kakaja mara moja mara moja, wananchi wale watafarijika sana, lakini wameelewa ukweli na kazi zako unazifanya ndani ya nchi yetu. wengi mlitarajia niseme sasa kesho inaanza kujengwa. Hapana, naomba mnielewe, ndugu zangu akina mama mlioko hapa, mwelewe ndugu zangu akina baba mlioko hapa. Naomba sana tujifunze kuisikia kweli kuliko kusikia maneno matamu tena ya uongo. Na ndio maana mtu anaweza kaja hapa akasema, umeona serikali hii haifanyi chochote, unaona haifanyi chochote, lakini kumbe nikisikiliza miemko ya watu nitabomoa nyumba za watu na sitaulipa fidia. Sasa huyu mtu mjane ameachwa na mmewe, huyu mtu amezaa watoto wote, amekuwa majambazi watupu, atalala wapi? Amejenga kwa shida, tena kwa kinua mgongo ambacho kwa umri wake hawezi kujenga tena nyumba, atalala wapi? Mheshimiwa Rais akasema sitisheni kwanza barabara hii, twende taratibu kwanza, tupate majibu ya mambo mawili: watu wanaopitiwa na barabara hii wakibomolewa, watalipa fidia namna gani? na tunapoanza ubomoaji tuhakikishe pesa ya mtu huyu iko mkononi, ili apate uwezo wa kujenga nyumba yake nyingine. Barabara tunahitaji, makazi watu tunayahitaji, lazima tucheze katikati ili mambo yawe mazuri.